Hello once again tena bana, leo tuko hapa bana na Abigail Chams, moja kati ya eh, wanamuziki ambao wanafanya poa kabisa hasa kwenye kiwanda cha eh, Bongo Flava. Tunajua bonge moja lake la nyimbo ambayo ameimba na Harmonize mi tu imekuwa ni nyimbo ambayo pia tunasema imeweza kumfungulia milango mikubwa sana, lakini pia kuweza kumpatia eh, mafanikio makubwa hasa katika kipaji chake, lakini pia eh, katika muziki wake. Sasa eh, imeweza kupelekea mpaka yeye sasa hivi kuwa ni moja kati ya watu ambao pia wamekuwa nominated eh, katika tuzo za BET. Ikumbuke kwamba msanii ambaye alikuwa anazungumziwa sana kuhusiana na masuala mazima ya tuzo za BET alikuwa ni Rayvanny Vivani Boy, naye mara baada ya kuweza kushinda bwana tuzo yake kwa mara ya kwanza, lakini mpaka sasa hivi tena hatujawahi kusikia tena bwana msanii fulani mwingine kutoka Bongo ameweza kushinda tuzo hiyo. Lakini pia Abigail Chams ni mmoja kati ya ambao pia ya watu ambao wameweza kuwa nominated. Sasa kitu ambacho kinakuwa kinasubiriwa ni masuala mazima ya utaratibu wa kupigiwa kula na vitu vingine viweze kwenda viral kinoma noma, lakini pia Abigail amekuwa ni msanii ambaye amekuwa ni tofauti sana kwa sababu hajaingia kwenye game kitambo eh, takriban ni miaka si, si mingi, yani kama sio mitatu minne hivi ambayo amekuwa ameingia kwenye game, lakini pia bana cloud au mashabiki zake wameweza kumpokea kwa ukubwa na ukubwa ebana zaidi, lakini pia si mashabiki tu, lakini pia hata e, kumekuwa kuna management hizo tofauti tofauti, pia radio tofauti tofauti zimekuwa ebana zikitoa support kutokana na kile kitu ambacho anakuwa e, anakifanya. Sasa aliweza kufanya mahojiano pia na Klaus e, kupitia kipindi XXL pale, alipiga stori nyingi sana na story nyingi sana, story nyingi sana. Pia moja kati ya vitu ambavyo pia vya muhimu na vikubwa vya kuweza kuondoka navyo, alizungumzia hata suala zima la mikataba. Ikumbuke e, kwamba kwa kipindi hiki kumekuwa kuna e, story nyingi sana kuhusiana na masuala mazima ya mikataba wasanii kutaka kuondoka e, maana mikataba imekaa hivi, imeenda vile, imeenda huku, imeenda kule. Lakini pia kitu ambacho aliweza kukizungumzia kwenye masuala mazima ya mikataba, alikuwa amesema kwamba ameeleza umakini wake, lakini pia na timu yake kabla ya kuweza kuingia kwenye makubaliano ya kimuziki na kampuni yoyote ile e, yoyote ile ambayo anataka nayo kufanya nayo kazi. Anawasihi sana wasanii kuweza kusoma mikataba vizuri na kwa makini na kuweza kuisign, sio tu una sign tu mkataba e, bwana kwa kukurupuka, kukurupuka, tu ilimradi tu umeona pesa za kutosha e, donge nono limewekwa and then na wewe unaweza kusign. Tumsikie huyu hapa. Oh, hiyo haiwezi kutekea kwa sababu I think wasanii wengi ambao wanaingia kwenye mikataba fina wasumbua ni kwa sababu hawakusoma mikataba vizuri, mm -hmm. kuelewa kukubaliana, uh -huh. <laughs> so mimi before I I sign any contract I take my time na kana familia na na kana team in terms mm -hmm. of management na kana uh, wanasheria wangu mm -hmm. so tunapitia kila kipengele like okay. every single Uh -huh. Um, term in that contract uh -huh. Kuhakikisha kama tuko sawa nayo, tunarudishia kama kuna notes everything. Kwa kwa hiyo i think wasanii they get into problems with contracts kwa sababu wana -sign. Yes aliweza kufungua masuala mazima ya mikataba na vitu vingine vikawa hivyo, lakini pia kwa msanii ambaye pia unatamani kuingia kwenye label tofauti tofauti au ameweza kupata deals kwa ambassador wa kitu fulani. Ebana, e, cha msingi kwanza ni kuzingatia mkataba unakuwa bana unazungumzia nini, lakini pia watu wengi ambao pia uh, walikuwa hawajajua uh, uh, background kidogo ya ya Abigail Chams ni moja kati ya watu ambao pia eh, katika familia yao pia tunajua ni ni ni ni wakishua fulani hivi eh, unyamwezi umekuwa ni mwingi sana. Tunaona watu kapeana mbaka zawadi za viwanja, siku ya birthday zao. Lakini pia moja kati ya mamada ambao pia wanafanya poa kwenye kiwanda cha muziki na kuinua wasanii wetu wadogo na kuwa wasanii wakubwa zaidi, ukiangonya A list nyingi sana watu ambao wameshawahi kupita kwenye Bongo Stars wako wengi sana. Anamfahamu yeye kitambo. Alafu sasa eh, ni msanii ambaye pia ana kipaji kikubwa hasa kwenye masuala mazima ya muziki, yani kuimba lakini pia eh, tofauti tofauti ambazo tofauti eh, yuko nazo. Lakini alizungumzia kwamba pia yeye na mama yake mzazi wa Abigal Chams ni washikaji kitambo, hata kabla ya Abigal Chams kuwepo hapa duniani eh, ni bana ni, ni washikaji <laughs> Eh, well, hey, hey. Kwa hiyo uh, mimi nampongeza sana na hiyo hatua aliyoifikia, ni, ni, ni kitu ambacho tumekuwa tukikiongelea na wenzangu ambao nafanya nao shughuli za zetu. I saw that uh, yani nilikuwa naomba Mungu ajitambue jono yake ambayo ataifanya, kwa sababu jono alizokuwa anaifanya ilikuwa haiendani sana na talent aliyonayo. Yani, dunia bado hamjamwona, Abichams. Bado hamjamwona bado. Abichams ni multi-talented, ana talent za vitu vingi. Ni wasanii wachache sana ambao wanajua kuimba kucheza, uh, kutumia uh, uh, vyombo vya mziki, anajua kutumia zaidi ya kimoja, labda vitatu. Anajua violin, anajua uh, piano, gitaa, ana mwonekano, umri uko, kwa uko upande wake. Abichams hamjamwona bado yani bado yani, uh, she's gonna take over the world. Me, I'm so proud of her. I'm so happy for her. Uh, she's family. Kwa hiyo bado hamjamona. Mimi na nimewahi kumfanyia interview akiwa mdogo sana kwenye show yangu ya and she played this violin of her. She was still young. Anasoma shule na na watoto wetu. Kwa hiyo yani, sky is not even a limit. You have not seen the real Abigal Chams yet bado eh, kama mnafikiri mmeona, hamjaona. Hii ndio platform alikuwa inamfaa, inaendana naye, hiyo ndio area yake ya kushine. Now she's going to show you Abisam. Sio mtu wa kuimba singeri, sio kwamba singeri ni mbaya, lakini huyo ni level hizo. Naona jono yake watu wake ambao watanunua muziki yake, watu watasikiliza muziki yake ni wengineo Kwahiyo mimi nampongeza sana, naomba wamwombee kura kwa sababu, wasichukulie kukosoa, kukosoakosoa wa wampe kura kwa sababu hapo tu alipofikia anatuwakilisha sisi wote. Kwa hiyo, uh, mambo ya kumvunja moyo yalabda kum, ya kumwandikia vitu vitakavunja moyo, wampongeze wampigie kura.

Yes, hope umeenjoy lakini pia umekuwa poa kabisa. Ume blessed sana kuhusiana na masuala mazima ya BET kuhusiana na eh, Abigail Chams pia. Vipi, wapi maoni yako kuhusiana na hili? Bana atatoboa eh, latini na Tanzania tuweke tu, tu, support katika swala so zima la kuweza eh, kumpigia kula mbali, ili aweze kwenda mbali zaidi na tuzo iweze kurudi bongo kabisa. Maneno kwenye Instagram, Facebook ah, pamoja na X tunatumia kama wasa, sawa, sawa, digital eh, pale YouTube pia ukisubscribe utakometisha kinoma noma.